Kwingineko, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ametoa ishara kwamba huenda akawania urais kwa mara nyingine kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Akizungumza wakati wa mazishi ya kanali mstaafu James Gitahi, mumewe seneta maalum Betty Montet, Raila hata hivyo alisisitiza kwamba lengo lake kuu kwa sasa ni kuangazia masuala yanayowaathiri Wakenya kama yalivyoorodheshwa kwenye mkataba wa makubaliano na serikali, ila hakujiondoa kutoka uwaniaji wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Naam, hayo yanajiri huku mfanya biashara SK Macharia akidai kwamba chaguzi zilizopita zilishuhudia udanganyifu kumnyima Raila ushindi. Nami ndisema, niulize wa Kenya kama mnataka niendelee, wakaniambia endelea baba endelea, siendelee Aendelee siendelee. Sasa umesikia? Amejibu wapi jamaa? Si wametoa majibu. Si wametoa majibu. Sisi tunajua wakati ile ya kampeni ikifika, hiyo wote wanaweza jitokeza. Si lazima Raila asimame, Raila vile vile anaweza kukaa nyumbani. Umesema Raila ni mzee sana. Umesema Raila ni mzee sana. Ni baba, aendelee asiendelee. Akae nyumbani